Anakulanga e na watu kidogo, anasema aji introduce na umemtaja jina lot.

mi naona mtu akipigwa za macho hanyo

Mbile mambele mwenye anamaliza anachukua hiyo hiyo, ni yeye wanalamba hadi vidole, ati mulambile awe toka hapo, werefu unatumia picha niveje? Huyu alimwanzia na kijiko, amwanzia na kijiko

Iko mshindi wetu, lakini kesho wanaenda na challenge na mtu mwingine hapa. Hatari. <laughs> <anka. laughs> <laughs>

<laughs> zoom, zoom, zoom. <laughs> iPhone bana. Sikia uria amesindwa kana kama kachura.